Wapawa. Naishi ai hata sai sai kufua nikupigie, ni <laughs> ni <laughs> usema good news eh, hebu yako na kupeleka ta Dubai wallahi, unaona ile kasi nilikuwa nangoja. Uh -huh. Asubuhi nimepata email congratulations <laughs> <laughs> nimechambuliwa, imagine, wallahi kitu sasa imenishtua imenesitua, mm. salari wananianzisha naye 150 150k 1 150,000. Yani unaambia Mungu, nimekuwa chopless 3 years ndio hii nilisema, ndo unaambia wa kwanza akibesti. Hiyo utaenda, nakwambia utaenda. Yani wacha ni maana <laughs> kufua nguo tuende tu celebrate <laughs>

Yote mazima. Bestie, imagine wamenipigia sahi wakaniambia hiyo imeli ya kazi hiyo kazi hiyo, hawana, ati ilikuwa ime, Yani hata nimechanganyikiwa sijui wamesema ati ilikuwa wali, wali confuse majina ama nini, but imagine kazi imeisha hivo. Ni sawa tu, tupatane jioni tukunywe kahawa aki mi, na tupatane tu tu tuongee sawa. Aki thanks for being there, I love you. Najua beb, niko na plans mingi kati yangu mi na wewe nataka tufanye harusi, najua kai nataka, nataka tufanye harusi, yeah. Alafu oh, nienda <laughs> tu, aki yes. Imekuwa dream yangu nisiolewe tu nifanye, yeah, well, lazima nikupeleke home yeah. Yes. Alafu nifanye kila kitu ri right. You know, uh, si vizuri tukuchukue alafu nikufiche pale kwa nyumba. Nataka kila kitu ikue official oh. Welcome, babe. Guess nani anaolewa na harusi? Mimi. <laughs> imagine ule chali yangu amesema hataki tuishi, tunataka twende kwa wazazi tufanye harusi yani, kila kitu nimekuwa naomba tu vitu zangu ijipange hivyo, finally nimepata wa mtu ana nirespect anataka kunifanyia harusi. I can't wait, nimekupigia wa kwanza juu nakupenda na nakuti yaani, wewe ni best kai, tutamachisha ngoma. I can't wait, wewe hata nitakupata, tutaenda na hadi hanimoni maji sawa. <laughs> nakuja nakutafuta na <laughs> nini tena? Eti amepata mtu eti ananipigia simu amepata mtu anataka kumwoa zema? hiyo nyota bwana, bwana maliza huyo ako wapi? Kwanza jana ajanipigia, nikimpigia ni kama ameni blok. Kwani ameni blok? Kwani nilimkosea? Jameni, mbona ameni blok? Hey, busy hey, ameni blok. Thanks besti kwa kukuja. Sasa unaona? Uh -huh. Nimepata passport imefika tu sasa hivi. Nimeapply interview, nataka uh -huh. kwenda kupata visa, niende majuu. Unaona relationship yangu imekataa. Yule hey. Eh, channel ni na. block imagine. Na tena ile job nilikuwa nimepata ikaenda hivyo. Mimi nimeona hope yangu tu niende Canada imagine. So nimepata interview naenda ni interview Friday imagine. Oh, hiyo Friday ya okay. kesho. Friday. Au yeah. yeah. Utaenda mama na Aki ni ombe ya Unaona nikienda ni nikiwa huko nitakuinvite. Eh. Yeah. Yeah. Utaenda. Thanks. Yeah. Aki mimi I can't imagine ati tuko huko hmm. Kwa snow tunapiga picha tunapoa <laughs> <laughs> Kwa hivyo maisha hmm. Hedas, na kwa nini tena zima hiyo ndio yasipate visa. <laughs> <laughs> Wazee wanasema namba huyu aende. Funga